Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana ni ishu ya afya kuteteleka ya mama mzazi wa Hamisa Mobeto eh? Eh, tunafahamu kabisa kwamba mama mzazi mzazi wa wa Hamisa Mobeto bwana, ni mwanamama fulani hivi alikuwa na bonge moja la mwili, lakini hivi karibuni ameonekana kwamba ame lose weight kwa haraka mno, kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana kwamba ni nini shida ambayo inamkabili mwanamama huyo ambaye kwa muda mrefu sana kwa muda mrefu sana alikuwa anafahamika kama mwanamama ambaye ana bonge moja la mwili, yaani alikuwa ni bonge, short and clear. Huyu mwanadada au huyu mama wa Hamisa alikuwa ni mnene, lakini hivi karibuni ukitangazama kuna tofauti kubwa sana. Sasa watu wanajiuliza kwamba, je, ni maradhi anaumwa au ye mwenyewe tu ameamua kujikondesha au ni nini ambacho kinachomsumbua mama huyu mpaka mwili wake kupungua hivi ghafla? So hapa kuna peji mbali mbalimbali huko mitandaoni zimekuja zikiwa zinajiuliza kwamba nini ambacho kimemkuta mama mzazi wa Hamisa Mobeto amepungua kiasi hiki. Kwa mfano, hapa kuna peji imeandika kwamba bwana, mbona amepungua kiasi hiki? nini kinachomsumbua? ni magonjwa ama ameamua mwenyewe kupunguza weight? Aya ka bwana, mama yetu vipi amepungua, lakini miguu yake iko vilevile minene ila mama Hamisa bado mzuri jamani, kuna mtu ameandika hivyo. Sasa ngoja nisome comment ambazo zimejitokeza huko mtandaoni baada ya hii mada kuanza kuvuma. Yeah, akiwa kama mama wa superstar hapa Bongo. Kwa mtu sasa kwamba bwana, muacheni mama wa watu, unene sio mzuri, alivyopungua ndivyo amekuwa vizuri zaidi, na pia vile vile mwili utazoea, alafu atakaa sawa. Kwa mtu sasa kwamba kwani mimi binafsi, mashallah amependeza tena sana. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sasa, bwana, tatizo watu wazima wanaishi Awa, eh, wana inabidi wapungue ili waonekane bado wadogo, kumbe mwili umeshaenda. Kwa mdu nasema kwamba kiukweli hivyo alivyopungua amependeza, hakuna, sana, hakuna jinsi au hakuna sababu ya kujadili sana hilo swala. Kwa msongo bwana, mama wa mjini eh, wanapendeza, wanapungua, wana makusudi wapendeze waonekane wadogo, lakini sura ndo hivyo zinagoma